Wadada Center. Wadada Center. Wadada mpo. Changamkeni Wadada mpo. M a a, bado Wadada Center. mimi natumia mike lakini nyie mko wengi kuliko mimi. Wadada Center. Sawa, karibuni sana kwenye event yetu ya siku ya leo, tunashukuru kwa sababu mmeweza kutokana na changamoto za hali ya hewa lakini bado mmeweza kufika. Kwa hiyo tunashukuru sana kama kituo cha Dada Center, lakini pia tuzidi kupeana motivation yani kupeana amri kwamba, ari inaitwa amri, ari hamasa, hamasa. Yeah, tuzidi kuhudhuria vipindi, ni kwa sababu viko kwa ajili yetu. Sawa, basi, baada ya kusema hayo, naomba nikabidhi mike kwa uongozi ili kusudi waweze kutuambia leo tumejumuika hapa kwa sababu gani na la tutapeana utaratibu na mwisho wa siku tuweze kutimiza kile kilichotuleta hapa sawa. Wadada center karibuni sana, asante uh, sana dada Caroline kwa kutukaribisha. Na mimi naomba nitumie fursa hii kuwakaribisheni kwenye workshop yetu hii ya mwezi wa tatu ambao ni mwezi mkubwa sana aa, ni mwezi wa wanawake. Na katika kundi la wanawake ambao sisi kama Wanada Center tunaona wanastahili kutambuliwa mchango wao, ni wafanyakazi wa nyumbani, kwa sababu kundi letu hili ndio kundi ambalo linawezesha watu wanaweza kwenda kufanya majukumu mbalimbali tukiona watu wako huko kwenye serikali wanafanya majukumu ya kitaifa, au wako kwenye taasisi uh, binafsi au wako ni wajasiriamali, ujue nyumbani kuna mtu amebaki na familia, kuna mtu amebaki na mtoto. Kwa hiyo hili sio kundi dogo. Tuko hapa ndio kwa uchache, au wale ambao wamepitia wa dada center wanaweza wakaonekana kwa idadi ya namba ni wachache kulingana na Uh, population ya Watanzania lakini, tunapoangalia kwa upana wake sekta ya kazi za nyumbani, tutaona na tutagundua kwamba hawa ni watu muhimu sana katika maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo sisi kama wadada center tunajivunia kwamba tumeweza kuwa mstari wa mbele katika kuongoza mapinduzi haya ya kuonyesha umuhimu wa kundi hili la wafanyakazi wa nyumbani kwamba ni kundi ambalo hata serikali inapaswa kulitupia macho katika kurasimisha hii sekta, iweze kuwa na sheria zake, iweze kuwa na utaratibu wake wa kisheria, kwamba hili kundi lisiendelee kubaki kwenye sheria zile za ujumla kama sheria za kazi, kwa sababu kuna mambo ya muhimu na ya msingi ambayo wafanyakazi wa nyumbani wanakutana nayo, basi ni muhimu kumekuwa na mchakato mzima wa muda mrefu wa mkataba unaitwa mkataba namba 189 ambao umebeba haki nyingi za kimsingi za wafanyakazi wa nyumbani. Kwa hiyo tungependa hata serikali yetu iweze kutupia macho mkataba huo na iweze kuuridhia, tena katika kipindi hiki ambacho tuna rais mwanamke ambaye anaelewa ugumu wa majukumu ya kazi za nyumbani, lakini anaelewa mchango wa wafanyakazi wa nyumbani kwamba hata yeye uwezo wa kuwa rais kuweza kuzunguka huku na kule, kuweza kupigania ndoto zake, kulikuwa na wanawake ambao walimsapoti katika majukumu yale ya nyumbani, katika kusaidia shughuli za nyumbani kwa ujumla, na mpaka yeye akaweza kutimiza ndoto yake ya kuwa rais. Lakini sio rais tu, wanawake wote ambao wametimiza ndoto zao za kuwa wafanyabiashara, za kuwa wabunge, za kuwa mawaziri ni kwa sababu nyuma yao kuna mchango mkubwa kabisa wa wanawake ambao wanakaa na majukumu ya familia, ili sisi tuweze kwenda kwenye majukumu ya kitaifa, majukumu ya ujenzi wa uh, uchumi wa maendeleo ya taifa letu. Na hii nasema kwa sababu kwa mila na tamaduni tayari ziliwaweka wanawake kama ndio watu ambao wanawajibika na majukumu ya nyumbani, jambo ambalo kimtazamo sahihi sio sawa kwa sababu ndio ndio maana wanawake wengi wamebaki kwenye umaskini, kwa sababu kama nyumbani hakuna mfanyakazi wa nyumbani, hakuna mtu anaweza kusaidia majukumu, automatiki mama au mwanamke ndio anajiona kwamba inabidi nikae nyumbani. Baba hata waza yeye, anaendelea na majukumu yake, lakini mwanamke ata kansel kila kitu. Hata leo hii ndio maana kwenye mradi wetu h hatupendi wa dada waondoke kienyeji. Yaani ukukurupuka tu na unyanyue mabeki uondoke. Hapana, kwa sababu kuna ratiba unaivuruga. Na moja ya mtu ambaye unamvuruga pale ni mama. Kwa sababu mila na tamaduni zilishawajenga wanawake kwamba wao ndio wanapaswa kushika majukumu ya nyumbani, lakini lazima turekebishe. Tunaposema sasa hivi tuko katika ujenzi wa kizazi chenye usawa, tunajenga watoto wa kike na wa kiume, ambao wote kwa pamoja majukumu ya nyumbani ni, wa, ni ya kwao. Kwa hiyo ikitokea hatuna mfanyakazi nyumbani, baba na mama watapangiana zamu. Wewe leo unabaki na watoto nyumbani, baba, mimi nitaenda kazini. Kesho mimi nitabaki nyumbani na watoto wewe uende kazini. Ndio kizazi chenye usawa. Haimaanishi kazi ya mwanaume ni bora zaidi kuliko kazi ya mwanamke. Kwa sababu waliweka hivyo ndio maana wanawake wengi kwanza wanafanya kazi za chini sana, hawakupata muda wa kujiendeleza. Wenzetu wanafanya kazi za juu kwa sababu walipata muda wa kujiendeleza. Majukumu ya nyumbani walikuwa wanaonekana kwamba sio ya kwao, lakini sio kweli kwa sababu walituwekea sisi hayo majukumu, ndio maana wanawake wengi elimu zao ni ndogo, na kwa kuwa elimu zetu ni ndogo, tunaishia kufanya majukumu ya chini. Sasa tunatakiwa kufanya marekebisho hayo na in fact tumekushaanza, kwa sababu tuko katika uchampioni wa kizazi chenye usawa. Tunaposema kizazi chenye usawa ni kuwajenga watoto wote kuanzia ngazi ya familia wa kike na wa kiume, kichwani kwao wakijua kabisa, mimi kulea watoto, mimi kukaa nyumbani na, na kupika na kufua na kubadilisha watoto daipa kuhudumia kama mwanaume kama baba ni jambo la kawaida tofauti na hawa tulionao leo. Kwa hiyo huu mradi sasa, wakati tunahama kutoka kwenye huu mfumo dume ambao uliwaweka wanawake majumbani, huu mradi wa Wadada Center pamoja na sekta ya kazi za nyumbani kwa ujumla wake ni mradi ambao una mchango mkubwa sana kwa sababu kwanza unawasaidia wanawake kupata pa kuanzia. Wanawake wote ambao wanakwenda kufanya kazi za nyumbani hawaendi kufanya bure wanapata kipato, maana yake ni kazi kama kazi nyingine, kazi ambayo inakupa mtaji. Lakini la pili ni kazi ambayo inakwenda kuwasaidia wanawake wale ambao ni wamama wa nyumbani ambao wameanza sasa kujiingiza kwenye shughuli za kiuchumi. Kama tunavyoona mwamko ni mkubwa sana sasa hivi, kupata wanawake ambao wako ni mama wa nyumbani ni wachache, yaani tunakokwenda wengi wanaanza kuwa ni wale wanaojishughulisha. kwa hiyo Wana, wadada wanaofanya kazi za nyumbani mchango wao ni mkubwa sana katika kwenda kuwasaidia wale wanawake wenzao katika ngazi ya familia ambao ni wamama na wao kwenda kujishughulisha na shughuli za ujasiriamali. Kwa hiyo tunapoadhimisha au leo tunapohitimisha hii siku ya wanawake duniani kwa mwaka huu wa 2025 na leo tarehe 29 almost ndio tuko mwisho wa mwezi tunataka kuselebrate sisi kama wadada, tujione na tujue thamani yetu. Usiendelee kufikiria wewe ni mtu wa chini, wewe sio mtu wa chini, kwa sababu watu wote jeuri yao ya kukaa huko maofisini ni kwa sababu sisi tuko majumbani kwao. Ndio maana sisi tunataka tutambue thamani tulionayo, ili tusiendelee kudharau kazi zetu. Na tuzifanye kwa uaminifu mkubwa, kwa bidii, tuendelee kuaminiwa, ili wenzetu wadada ambao wanaendelea kuanza maisha siku zote watakuwepo, waendelee kuamini kwamba sehemu rahisi na rafiki nzuri ambayo haina stress ya kuanzia maisha ni kwenye kazi za huduma za nyumbani. Ukishapata mtaji wako kama superwoman Joyce Kiria hapa alivyoanzia kazi za nyumbani akapata mtaji wake akaingia kwenye ujasiriamali na sasa hivi anafanya shuk shughuli zake kama mnavyoona hapo. Na wewe unachagua aina ya maisha unayotaka kuishi, unaweza ukachagua kuweka watu wanaokusaidia nyumbani, jambo ambalo ni sawa kabisa, kwa sababu siku zote wadada ambao wanaanza maisha watakuwepo. Mimi miaka ya nyuma nilikuwa nami naanza maisha, kwa hiyo nilianzia kazi ya nyumbani. Kwa hiyo hata iweje leo hii kuna mtu anatusikiliza, anasoma atamaliza shule atarudi mtaani, hakuna ajira. Sehemu rahisi ya kuanzia maisha ni wapi? wa dada center au kazi ya nyumbani. Ataanza pale. Jambo ambalo mimi nawahamasisha sana nyinyi wadada ni kwamba usibaki pale, usifanye kazi za nyumbani kama ndio sehemu yako ya mwisho. Hiyo ni sehemu yako ya kuanzia maisha. Kwa hiyo tu celebrate mchango um, wetu, tufurahi. Tuone, ni sisi ni watu wa thamani kwa sababu tunakwenda kuwawezesha mabosi wetu hata kama hilo hawataki kulitambua. Ni ujinga tu wa baadhi ya watu ambao watakuwa wajitambui, lakini wanajua kabisa bila wadada nyumbani wao hawatoboi. Mbona ampigi makofi? bila wadada wa nyumbani hawatoboi, hata akikuletea ujeuri eh, wewe ukiondoka asubuhi, jioni nimeleta mwingine, bado kaleta nani? kaleta nani dada eh? Kwa hiyo ni ujinga wake tu wa kiburi cha fedha ambacho hakina mantiki, hakina maana, cha kujifikiri kwamba kwa kuwa ana pesa nyingi yeye, yeah, ana kila kitu. Anasahau kuheshimu mchango wa yule dada ambaye anamtegemea. Hata kama atamwondoa mdada wa dada senta, bado ataenda kwa dalali, ataagiza dada, bado atapiga simu kijijini, ataagiza dada. Kwa maana hiyo anatakiwa kutambua, maisha yake bila dada hatobowi makofi. Hicho ndio kikubwa ambacho kwenye hii semina ya leo au workshop ya leo tunataka tuweze kuki appreciate, tuweze kukiangalia. Sio kijambo dogo, sio kitu kidogo. Wala dada usitembee kinyonge kwa kuwa bosi wako anahela, na wewe hizo hela siku moja utazipata. Kwa sasa hivi una nguvu zako ambazo Mungu amekubariki amekujalia, na una uwezo wa kwenda kumsaidia ili yeye atoke nyumbani, aende kufanya shughuli zake, aidha za ujasiriamali au kibarua, akaajiriwa na serikali au kwenye mashirika binafsi. Lakini lazima watambue, bila sisi hawatoboi. Lakini leo bwana, na sisi tujinafasi, sisi leo tujiachie uongo Mchango wetu ni mkubwa mpo. Msijichukulie poa, usipojithamini hata kuja mtu kukuthamini haiwezekani. Wanatuhitaji majumbani kwao, alafu wasithamini mchango wetu, hiyo kitu haipo. E, sasa kama wao watuthamini tujithamini wenyewe, na tuwaonyeshe tunajua mchango wetu ni upi, na wakae kwa kutulia tuwahudumie, ili wao waweze kwenda kufanya majukumu mengine ya kitaifa, na wajue tunategemeana tuna namna hiyo wadada wengi wamepita hapa kwetu sisi, hicho kitu tunakijua, ndio maana hapa kwetu dada yeyote ataheshimiwa na watoto wetu. Hata sisi wadada wanaotuhudumia tunaishi nao kwa heshima na adabu. Uongo kweli? Mliopita hapa si mnatuona? Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu tunajua tunategemeana ili sisi tuweze kufanya majukumu yetu vizuri, lazima tupate wadada ofisini watusaidie, wadada nyumbani watusaidie, jikoni watusaidie, kwenye usafi watusaidie. Kwa hiyo sio kwamba sisi ni bora sana kuliko wao, hapana. Ni kwamba tu wao na wao ndio wanaanza maisha, lakini mchango wao una thamani kubwa. Mchango wao nguvu zao ni kubwa sio kubwa kuliko hela tunayowapa. Hapana, wao ndio mkubwa zaidi, kwa sababu tukiweka hela pale haziwezi kufagia, haziwezi kudeki, hazitatandika kitanda, hazitapika, ila nguvu ya dada ndiyo inayoweza kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo nguvu ya dada ina thamani kubwa kuliko pesa. Makofi. <coughs> Haya, naomba nikukaribishe mkurugenzi uh, mwenzangu uweze kutuambia huu mradi wetu kwa miaka kumi una picha gani, una sura gani? Karibu. ningependa ni, ni uturudishe um, nyuma utuambie briefly. Yani, kwa nini wale center ilianzishwa, malengo yake yalikuwa wapi, mpaka sasa hivi yamefikia wapi? Okay. Eh, sasa so tunazungumzia wanawake kwa hivyo. Okay. Ulivoanzisha hii ulivyoanzisha i ilikuwa haya, okay. Mkurugenzi mwenzangu hapa ananiambia ni ananiuliza maswali kwa nini ilianzisha huu mradi wa Dada Center malengo yake, na mpaka sasa ulipofika, umefika wapi? Um, tunapoadhimisha siku ya wanawake duniani kwa mwezi huu wa tatu, huu mradi mimi niliuanzisha kwa sababu niliona ni sehemu ni fursa ni sehemu ambayo kuna fursa kubwa sana ya wanawake kuanzia maisha. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nafanya kipindi kilichokuwa kinaangazia changamoto za wanawake hasa za ukatili, na nikagundua wanawake wengi wanaonyanyasika, wanaopitia ukatili ni wale ambao hawana uwezo wa kiuchumi. Kwa hiyo kile kitu kikawa kinanisumbua sana, kwamba sasa kwa nini wanawake wengi wanakuwa tegemezi? Kwa nini wamebweteka, wanasubiria tu wanaume ndio wawawezeshe, wawape pesa, wawasaidie wao kuishi maisha yao kwa hiyo nikaanza kutafakari, kwani mimi nilianzaje? Kwa nini mimi leo naweza kuishi na maisha yangu, naweza kama kupanga nyumba au naweza kununua gari, naweza kujenga, naweza kuku... mimi niliwezaje? Nikaanza kukumbuka kule nilikoanzia kwenye kazi za nyumbani. Kwa hiyo nilivyokumbuka, mimi nilianza kwenye kazi za nyumbani. Sasa hawa kwa nini wasianzie pale nilipoanzia? Kwa sababu siwezi kumshauri mtu akafanye kitu ambacho mimi sijawahi kufanya. Ilibidi mimi ni, nijiakisi kwanza, nijitathmini kwanza, kama mimi nimeweza kufika hapa, hakuna mtu yoyote wa kuninyanyasa wala wa kunifanyia ukatili.